Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Mimi nitawaambia, napenda amani, napenda ukweli. Si kwamba ukisema sana ndio umesema. Mengine unaosema husema, ukasema tope maneno yenye hikma yenye nidhamu. Maneno yanayosemwa na akili iliyotulia huwa yana uzito kuliko maneno yanayotolewa kwa ukali pasina mizani yoyote. Nimesikiliza audio mbili au tatu ambazo nataka kuzungumza hapa kwa muktasar, lakini kabla sijazungumza, Ningependa niwaeleze hivi. Gavana wa Mombasa hakuchaguliwa na mtu mmoja wala wawili. Na viongozi wengine hali kadhalika. Gavana wa Mombasa iwafanya kazi chini ya MCAs wale walioko katika bunge la kaunti. MCAs ndio wana uwezo wa kumpeach gavana anapokuwa hatekelezi kazi yake. MCA ndiyo hupitisha bajeti ya kaunti. MCA wana uwezo wa kumtoa gavana kwenye kiti. Sasa kila mtu akiamka, gavana gavana, gavana gavana, je, kazi za gavana mwazijua? Haya, hiyo ni moja. Ya pili, mulitaka gavana awafanyie nini? Aweza kutoa pesa pasina kupasishwa na MCA, County Assembly madamu almost wote County Assembly ni ODM UDA, labda ni mmoja ama wawili, na ambao kwa sasa wote ni wamoja. Tusijaribu kuhamasisha watu kwa hamasa ambazo haziko. Anayetuambia Abdulswamad ajenga nyumba za ghorofa kila uchao ajenga Mombasa tuiona, tukiwa tumkaa hivi tuiona, Coast region yote tuiona. Tuambiwe nyumba hizo ziko wapi, zimesimama wapi, kwenye ardhi ipi na ni nani anayejenga? Moja hiyo tuweke kando, hiyo ya pili mimi nafikiria Abdusamad ana miaka mitatu tu tangu ameingia na si kwamba tunamtetea. Mimi husema mgala muue, lakini haki yake mpe. Tangu ameingia Abdulswamad, mimi sijasikia watu wamegoma, si watu wa kaunti, watu wa hospitali, watu wa wapi na kwingine. Matatizo ni Kenya nzima. Sasa huyu abdulswamad kila anaambiwa yeye kutoka Mombasa mpaka Lamu, kuna kazi amefanya Lamu? Yuingiaje huyo? Coast region yote yuingiaje? Tuongeeni maneno ambayo ni constructive, na mtu asiume nyama ambayo hawezi kuitafuna. Bite what you can chew. Mambo ya basari zatolewa watoto wasoma je? Wakishapata hiyo driving license, ilikuwa pia ni kazi ya Abdul Samad, akawataftia shule akawatafutia magari wafanye je? Wajua kwamba waweza ukatukua punda mpaka mtoni, lakini waweza ukamlazimisha kunywa maji? Baada ya kuwa wamekuwa empowered, wakapewa cheti pesa zilitumika sawasawa. Swala so kuu hapa ni kuuliza nyinyi, kama wakereketwa, mumefanya lipi la kusaidia jamii? Mumetafutia wavulana wangapi kazi? Mulikuwa mtaka kufanywa nini? Tengezeni memorandum. Memorandum ile ipelekwe kwa town assembly. Memorandum ile apewe seneta, kwa sababu seneta ndiye anasimamia hizi fedha za kaunti. Atapeleka kwa senet, watakuja kuchunguza hizi pesa, ni kweli za porwa? Kama za porwa, watatutolea audit, uh, audit report. Mimi si kwamba namtetea huyu bwana, lakini tuongeeni na evidence Haya, gavana huyu huyu ameshindwa na kazi kulingana na wao, lakini upande wa pili tuona kazi alizofanya within three years. Omar Mwinyi, watu wachangamwe, hawana shida na Omar Mwinyi. Omar Mwinyi kama mwalimu ana play role yake na wachangamwe hawana shida na yeye. Hata akikaa akichaguliwa tam tano project anazoweza kufanya anafanya. Kuna project za mjumbe na kuna project za MCS, kila watu wana project. Mulimwambia afanye nini hakufanya? Ni makosa tena, ni kejeli kusema mbunge fulani kazi yake uanguka pinda kama mtu aliyokufa, basi nendo kamfufue. Hamuna lugha ya heshima ya, kuambi, ya kuambizana, kisha uruke moja kwa moja mpaka Kisauni pia uponde, huruke moja kwa moja mpaka Likoni uponde. Basi lo Hawa watu wa Mombasa, Nyali hukuitaja, lakini hawa watu wa Mombasa, sisi, mimi ndio mmoja wao, tuko wajinga vipi kuchagua watu wa zembe? Vita zembe, Changamwe zembe, Kisauni zembe, gavana zembe, tuje, eh, Likoni zembe, hakutaja Nyali. Labda ana interest zake Nyali. Kwa hiyo mimi nasema hivi, si sawa, huo si mwongozi wa sawa. Muzungumze maneno yenye kueleweka. Mwataka afanye nini? Tuambieni afanye moja mbili tatu, sisi tutamwambia hey, gavana afanya moja mbili tatu. Hiyo naweka kando <coughs> dakika mbili za mwisho nasema hivi wale wenye ardhi Mombasa na wafanyi biashara wamepatiwa extension ya kulipa rates. Hizi rates wameongezewa masiku thelathini na wamesamehewa penalties ama fine au fidia walokuwa wamewekewa baada ya kuchelewa kulipa. Kwa hivyo ikiwa wewe una ardhi yako, utaenda kulipa rates zako, penalty utalipa. Ikiwa una single permit, ya business na ulikuwa wadaiwa, zile interest or fine zimeondolewa. Sasa hayo ni makazi ama ni uwezo wa governor ametumia bwana. Muona mabaya tu, muona mambo ya hisia hisia, hamuoni mambo ya ukweli. Mwisho nataka kuambia hao wenye kusema na wao wachukuliwa wapelekwe Mwakirunge, ama wale wenye kutukana wakasema wasichana wote wa Kiislamu wafanyiwa liwat. Sasa nafikiri mwatoka katika njia za heshima Mwanataka kuleta taharuki Mombasa. Mombasa kuna wastaarabu wengi na kila mtu ana mtu wake. Nafikiri itafika wakati, ikiwa nyinyi ni mahodari sana. Tunahitaji kuwa na elimu ya jamii, civic education. Kila mtu ajulishwe, viongozi ama watu waliochaguliwa Kulingana na katiba, kazi zao ni zipi? Ni zipi? Ni zipi? Na wasipofanya, waweza wakatolewa kivipi? Kwa nini mwongoje mpaka 2027? Iko njia ya kuwatoa. Kusanyeni sahihi za voters, mutawatoa watu wote bila wasiwasi, tawatoa mapema. Si lazima kuongoja 2027. Kwa hiyo, tafadhalini mimi nasema huo sio mwelekeo. Mimi mwenyewe mimi mwenyewe sina shida na mtu. Kura ya woman rep nampa mama Zamzam, no question on that. Gavana namrudisha, no question. Machele ni mwanafunzi wangu, kwa nini nisimpe? Sijui mwataka tuwatoe watu kwa sababu gani? Na wale ambao wako wamefanya nini ili kwamba tuwatoe hawa tuwaweke wale? Hii naomba kuwe na mazungumzo ya nidhamu, si kupigapiga makelele tu. Abdusamad kazi anafanya, chakula, ECDE ECD iko under county government. Secondary schools haziko kwa county government. Mataka kumwikia yeye pia hebu? Tueni na mipangilio ya kazi na lawama zenye kustahili. Mimi nitaomba tafadhalini, tuambieni hizo nyumba iwajenga ajenga wapi, ni nyumba ngapi, na hizo pesa alioiba ameiba wapi? DCI afanya kazi gani? Seneta mbona hajaziona? MCA mbona hamuja amshika u bwana mkamweka mkamwambia, wewe umeiba rudisha? Kwa hivyo salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh